Labda unakumbuka ile hali ya kutisha shuleni wakati mwalimu wako alianza darasa kwa kusema toeni karatasi sasa, mtapewa mtihani wa ghafla sasa. Hakuna muda wa kusoma, hata muda wa kuomba haupo. Leo kwenye safari yetu ya hekima, tutaona Bwana akiwapa wanafunzi wake mtihani wa ghafla kuhusu masuala ya imani na kuamini. Sasa katika wakati huu, hapa kwenye maandiko, jua linazama kwenye kile ambacho e, wasomi wanakiita siku yenye shughuli nyingi zaidi ya Yesu. Amefundisha mifano kwanza kwa umati wa watu, halafu kwa faraga kwa wanafunzi wake. Imekuwa siku yenye shughuli nyingi, lakini sasa ni wakati wa ule mtihani wa ghafla. Hebu tuone wanajifunza nini. Sasa mtihani huo umeandikwa katika Mathayo, Marko na Luka, na ningependa kuchukua simulizi hili katika Injili ya Marko; tuko hapa sura ya nne. Wacha nisome mstari wa 35: siku hiyo jioni ilipofika, aliwaambia tuvuke upande wa pili, na walipoacha umati wa watu wakamchukua pamoja nao kwenye mashua. Bahari hii pia inajulikana kama Ziwa ina urefu wa takriban maili 13 na upana wa maili saba. Bahari ya Galilaya kwa njia ni nyumbani kwa baadhi ya hawa wanafunzi na wanaijua hii ziwa kama kiganja cha mkono wao. Hivyo Yesu anawaambia tuvuke upande wa pili. Sasa hiyo ni sehemu muhimu hapa kwenye mtihani huu wa ghafla. Je, wanasikiliza? Yesu hasemi twende katikati ya ziwa tukazame sote. Hapana, anasema twendeni upande mwingine. Basi mstari wa 37 unatueleza dhoruba kubwa ilitokea na mawimbi yalikuwa yanaingia ndani ya mashua kiasi kwamba mashua ilikuwa tayari inajaa maji. Basi hii lazima ilikuwa dhoruba kali sana. Hapa kwenye mstari wa 38, katikati ya dhoruba hii ya kutisha, Yesu alikuwa nyuma ya mashua, amelala usingizi juu ya mto. Kwa njia simulizi la Luka linaashiria kwamba mara tu Yesu alipoweka kichwa chake kwenye mto kwa kusema hivyo alilala usingizi mzito. Tukumbuke Yesu ni Mungu kabisa na wakati huo huo ni mwanadamu kabisa. Hii imekuwa siku yenye shughuli nyingi na anataka kupumzika kidogo. Sasa ile dhoruba tunayosoma kuhusu inakuwa kali sana kiasi kwamba hatimaye hawa wavuvi wenye uzoefu wanapaniki. Wanamwamsha Yesu wakilia hapa katika Marko sura ya 4, mstari wa 38, "Mwalimu, hujali kwamba tunazama?" Angalia hapa, wanafunzi wanamshutumu Bwana. Bwana, huoni kama sisi wote tunakaribia kuzama? Huoni kama tutakufa? Hujali? Sasa kumbuka, wanafunzi walikuwa na kila sababu ya kuogopa kuzama. Hawakuwa pale ziwani kwenye meli kubwa hii si kama maifloa kwa kweli. Niliona mabaki ya mashua ya kawaida ya uvuvi ya kane ya kwanza nilipotembelea jumba la makumbusho nchini Israeli, na haikuwa zaidi ya mtumbwi ulioboreshwa kidogo. Singeweza hata kufikiria kuwa katikati ya ziwa kwenye mashua kama ile wakati wa dhoruba. Lakini kuna jambo la ndani zaidi hapa. Wamekuwa wakisikiliza mifano ya Yesu ambapo anajitambulisha kama yule atakayeleta ufalme. Sasa hivi hawana uhakika kama anaweza hata kuvusha mashua yao ndogo mpaka upande wa pili wa ziwa. Hivyo tunasoma hapa katika Injili ya Marko mstari wa 39: Yesu akaamka akaukemea upepo na akaambia bahari, tulia, nyamaza. Upepo ukakoma, kukawa na utulivu mkuu. Neno utulia hapa linaweza kutafsiriwa moja kwa moja kama afunga mdomo au unyamazishwa na na unajua anapotoa amri hii upepo unakoma na maji yanatulia mara moja. Sasa hapa katika mstari wa arobaini Mokozi anawatazama na kuambia, mbona mnaogopa sana? bado hamna imani? Sasa wanafunzi hawamjibu. Mstari wa arobaini na moja unasema tu, wakajawa na hofu kuu wakasema wao kwa wao, basi huyu ni nani hata upepo na bahari vinamtii? Unaona macho yao sasa yamefunguliwa kwa namna mpya kumtambua Yesu ni nani hasa. Bwana ameondoa pazia kutoka kwa nguvu zake za kimungu na kufunua ukuu wake juu ya vitu vya asili, na wanafunzi wanajifunza kwamba imani yao haiko kwa mwanadamu wa kawaida bali iko kwa muumba wa asili, mtawala wa kila kitu. Ushawahi kufikiria kwamba baadhi ya masomo bora zaidi hujifunza katikati ya dhoruba, wakati wa nyakati za kukata tamaa ambapo mitihani ya ghafla ya imani na uaminifu hujitokeza bila kutarajia katika maisha yako? Sasa, hapa kuna somo tunaloweza kujifunza kutoka kwenye tukio hili, nalo ni hili: Bwana hutumia hali za kukata tamaa ili kuimarisha imani yetu. Unajua, ninaposoma simulizi hii hapa na shangaa, kwa nini wanafunzi walichelewa sana kabla ya kumwamsha Yesu? Kwa nini hawakumwamsha dakika 15 mapema walipoona upepo wa kwanza au dalili ya kwanza ya mawimbi kuanza kuingia kwenye mashua yao? Kwa nini walichelewa hivyo? Sasa hatujaambiwa kwa nini walisubiri hadi mashua karibu izame, lakini mimi ningedhani ni kwa sababu walifikiri wangeweza kujimudu wenyewe. Zaidi ya hayo, wengi wao walikuwa wavuvi walikuwa wameshinda dhoruba nyingi huko bahari ya Galilaya. Hii ilikuwa sehemu yao. Naweza kufikiria baadhi yao walidhani, unajua, Yesu amechoka. Zaidi ya hayo, unajua, hajawahi kutumia muda kwenye ziwa hili kama sisi. Yeye ni seremala, sisi ni wavuvi. Tunaweza kushughulikia hii. Sina shaka kwamba Yesu aliwapeleka pale mahali pa ujuzi wao ili kuwafundisha kumtegemea yeye kuwa wa kutosha kwao Amewapeleka hadi mahali ambapo wanadhani wanajua zaidi, na atawadhihirishia kwamba yeye anajua zaidi. Na labda katika maisha yako sasa hivi, Bwana anatumia hali ya kukata tamaa kukuza na kuimarisha hitaji lako la hekima na nguvu zake. Basi kuna somo lingine hapa, hili hapa hi: Bwana hutumia hali za kukata tamaa kuonyesha uungu wake. Unajua, walipo mwamsha na kulia, tunaenda kufa, tunaangamia, Yesu hakuambia warudi baadaye wakishapata ujasiri zaidi. Hapana, alitaka kuwapa mfano mwingine wa mamlaka yake juu ya kila hali, hata pale nje ambapo kungekuwa na kimbunga. Ninapenda jinsi Zaburi themanini na tisa inavyosema: nani aliye na nguvu kama wewe, e Bwana? wewe unatawala ghasia za bahari mawimbi yake yanapoinuka, wewe huyatuliza. Mbingu ni zako, dunia pia ni yako, ulimwengu na vyote vilivyomo. Unaona, Yesu anaonyesha kwa vitendo maneno ya zaburi hiyo. Yeye ni Bwana wa ulimwengu mzima. Sasa usielewe vibaya, Yesu hasemi hapa kwa wanafunzi kwamba kwamba atakuwa anatuliza kila dhoruba ya maisha yao kila wakati wa kweli. Isipokuwa wawili tu, kati ya hawa wanafunzi wote watakufa kama wafia dini kwa ajili ya imani. Yesu hakuhakikishi kutokuwepo kwa dhoruba, anahakikisha uwepo wake katikati ya dhoruba. Yeye anaweza asichague kutuliza zile mawimbi na upepo wa nje, lakini anaweza kuleta utulivu wa ndani kwenye mioyo yetu iliyosumbuka. Na tutajifunza tena kwamba tunaweza kutulia na kujua kwamba yeye ni Mungu. Ninaamini kwamba wengi wenu mnaonisikia sasa hivi mpo katikati ya dhoruba. Unapitia jaribu lisilotarajiwa au janga au ugumu au au tukio la huzuni au au hali ya maumivu. Nikwambie wakati mashua yako inaingia kwenye dhoruba kama hiyo na unahisi kama itazama, usikose suluhisho lililo wazi hapa. Usisubiri, nenda kwa Yesu. Usisubiri dakika kumi na tano zaidi. Unajua, ni jambo la wazi sana kiasi kwamba wakati mwingine tunalikosa. Unahitaji kukimbilia kwa Yesu. Usifanye, usisubiri tena, mwambie yote kuhusu shida zako na hofu zako zote. Anaweza hata kustahimili lawama yako kwamba labda yeye hajali kuhusu wewe, au usingekuwa pale kwenye hiyo dhoruba. Wanafunzi wake walifanya hivyo: Bwana, tunaangamia hujali na unajua, walijifunza nini? Walijifunza tena upya kwamba anajali, anajali kweli, kwa kweli. Miaka mingi baadaye, akiwa mzee, Petro, mmoja wa hawa wavuvi waliokuwa kwenye mashua wakati wa dhoruba hii, atatuambia katika barua yake moja Petro tano saba kwamba etupeni fadhaa zenu zote kwa Bwana, kwa sababu yeye anatujali.